Lota, Samia, zibu, kasam. Lesu, kuhu, ya wa dsamia. Asante sana kwa majina, naitwa Masudi Athmani Mrisha, meneja wa bandari ya Tanga. Ni kwa niaba ya mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya usimamizi wa bandari Bwana Plasidus Mkeli Mbosa, nichukue fursa hii kumshukuru rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutupatia fedha za maboresho bilioni 429.1. Fedha hizo ambazo zimetuwezesha kufanya maboresho makubwa katika bandari yetu ya Tanga, na kutuwezesha kupata ongezeko kubwa la shehena katika bandari yetu ya Tanga. Tumeweza sasa hivi kuhudumia meli kwa muda mfupi zaidi kutoka siku sita mpaka siku mbili. Hapo awali tulikuwa tunafanya, tunafanya shughuli zetu za stream operations kwa, kwa, kwa, kwa, kwa maana ya nangani, tulikuwa tunachukua mpaka siku sita mpaka siku saba, lakini sasa hivi tunakwenda siku mbili mpaka siku tatu, lakini vilevile tumeondoa gharama, tumeondoa gharama za uendeshaji na gharama kwa mteja. Tulikuwa tunamtoza mteja wetu kwa kila tani moja dola moja pointi tatu lakini sasa hivi gharama hizo hazipo. Mapato yameongezeka baada ya maboresho kwa miezi sita, tumeweza kukusanya bilioni 45.69. Hayo yote ni matunda ya fedha za mama zilizotoka, bilioni 429.1. Namshukuru sana rais wetu wa Jamhuri ya Muungano kwa kutupatia fedha hizo, asante sana e, naitwa Peter Milazi, kaimu meneja wa bandari ya Tanga kuna watu wengi wameanza kuvutiwa kutumia bandari ya Tanga. A, katika kipindi chote hichi ambacho tumeingiza meli takriban ishirini tumeweza kuingiza mizigo mbalimbali, yaani kwa maana ya meli za bulk carrier ambazo zinabeba general general cargoes, zinabeba magari, zinabeba coils, zinabeba steel plate. Tumeweza kuleta meli ambayo imebeba magari 540 kitu ambacho hakikuwahi kufanyika mwanzo katika bandari ya Tanga na kipindi hichi kimeweza kufanyika. Hali hii inaonyesha kwamba sasa bandari ya Tanga ina uwezo wa waku, kupokea mizigo mikubwa zaidi na mwanzo ilivyokuwa, na hii yote ni baada ya kuboreshwa bandari ya Tanga katika awamu hii ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Lakini pia kwa upande wa wafanyakazi wafanyakazi wa kudumu waajiriwa wa TPA kwa muda mrefu walikuwa 221, lakini baada ya maboresho kukamilika, kulionekana kwamba kuna umuhimu wa kuongeza nguvu kazi ili kuhakikisha kwamba bandari hii inaendelea kutoa huduma bora kwa wateja wake. Mwanzo kina kilikuwa hakijaongezwa, meli zilikuwa chache, ila kwa sasa bandari ya Tanga imeongezwa kina, tunapokea meli nyingi kwa wiki, tunaweza tukapokea meli zaidi ya mbili. Tunamshukuru Mama Samia, wanawake tunaweza. Kwa sasa hivi bandari ya Tanga ina wafanyakazi wale wa kuajiriwa na mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania mia tatu na saba, lakini pia kuna wanufaika wengine wale wanaofanya kazi za kutwa, yani wafanyakazi wa kutwa ambao e, tuna wenzetu wa Suma JKT ndo wanatupatia huduma hiyo ya wafanyakazi wa kutwa. Kabla ya mradi kwa mwezi tulikuwa tunaweza kutumia e, wafanyakazi hao e, elfu sita, mia sita, thelathini. Lakini baada ya maboresho kukamilika, kutokana na uhitaji, kwa hiyo waliongezeka kufikia e, kumi na saba elfu, mia nane, mia nane, sabini na moja kwa mwezi. Namshukuru Mama Samia Suluhu Hassan kwa kutupa ajira sisi vijana na kutengenezea bandari hii hapa mjini kwetu Tanga tunasafirisha mizigo mingi mikubwa sana, zinaingia meli kubwa nyingi za magari na hata mizigo ya salfa pia zinaingia hapa. Lakini pia tunamshukuru Rais wetu Samia Suluhu Hassan kwa kuwa yeye ni mmoja ambaye amepigania jambo hili mpaka kuwepo Tanga. E, amefanya huu weke, ni uwekezaji mkubwa ni mkubwa ambao hajawahi kutokea katika bandari hii ya Tanga. Ujenzi wa gati umesaidia vijana wengi kupata ajira na wameweza kunufaika kijana ikubwa, na wameweza kujikwamua kiuchumi kutoka hali yao ile toka ya mwanzo mpaka sasa hizi, kwa sababu wafanyakazi wa kutwa wanaingia kwa wingi bandari ya Tanga leo hujua meli kwetu sisi tunasema ni fursa kubwa kwa vijana, na hapa natarajia kuondoka labda, Mungu akipenda. Kwa hivyo hapa tunazitoa katika paki na kuzipeleka getini hivyo kwa ajili ya safari moja kwa moja. Tunamshukuru mama, tunamshukuru sana. Sasa hivi meli za magari zinashuka katika bandari ya Tanga, tunakaribisha wafanyabiashara waweze kutumia bandari ya Tanga. mitano tena, kazi endelee. Tunasema tu mitano tena kwa mama hala. Atakapoondoka aweze kurudi tena mama Samia, mitano tena. tunashukuru sana, kazi iendelee. ana baya, rais wetu atupenda, atuongoza, tuko kwenye usalama eh.